andishi wa habari kutoka hapa hapa nchini Tanzania official zungu yeye ameweza kupost kupitia ukurasa wake wa Instagram picha ya Haji Manara, na kwenye upande wa caption ameweza kuandika ujumbe ambao unasomeka hivi: aliyekuwa msemaji wa klabu ya Yanga Haji Manara anashikiliwa katika kituo cha polisi cha Central. Eh, Manara muda huu anaojiwa na jeshi la polisi kwa tuhuma mbalimbali za udhalilishaji mitandaoni na nyinginezo. Sasa kwa upande wa Haji Manara katika siku za hapo nyuma kidogo, siku mbili ambazo zimeweza kupita, e, bana niliweza kukupa habari kwamba Haji Manara aliweza kuponda uongozi wa bodi ya ligi lakini pia TFF kwa ujumla. Lakini moja kati ya vitu ambavyo Haji Manara aliweza kuandika kupitia ukurasa wake wa Instagram aliweza kusema maneno haya: Yanga wamethibitisha kwamba hawajalipwa pesa zao za mwaka jana za CRDB Federation Cup. Tunaojua mambo tunaifahamu tuna hii benki kwa umakini wake, lazima TFF ndio inahusika na hii kitu moja kwa moja. Karia anapaswa kung'oka kwenye uongozi wa shirikisho, otherwise aje na majawabu Why? Yanga hajalipwa na pesa zao za mwaka jana akatumia hashtag akasema Karia must go. Wananchi, twendeni na hii hashtag hadi watulipe na aseme ni kwa nini zimecheleweshwa pesa zetu. Note, e bana kucheza hatuchezi na pesa yetu, tunaitaka kesho asubuhi faster plus liba liba ya, ya kutuzungusha e bana mwaka mzima. Hayo ndo maneno ambayo Haji Manara aliweza kuyazungumza kupitia ukurasa wake wa e, Instagram pale na kuandika waraka mkubwa sana wa caption. Hakuishia hapo tu ni kwamba aliweza kupakia picha ya Wallace Karia pamoja na Mguto akisema kwamba wote wanapaswa waweze kuondoka ili sasa waweze kung'oa mzizi wote wa fitna ambao upo pale kwenye bodi ya ligi lakini pia TFF, kwa sababu wanaonekana kabisa kwamba Young Africa wao wanatendewa eh, mambo ambayo yanakuwa ndivyo sivyo. Baada ya yeye Haji Manara kuweza kuthibitisha mambo hayo hapo, kulikuwa kuna baadhi ya watu wengi sana ambao waliweza kutoa comment zao, wengi wakiendelea kumpongeza Haji Manara kwa kile kitu ambacho Haji Manara aliweza kukisema kwenye mitandao ya kijamii lakini this time around, baada ya ujumbe wa mwandishi wa habari kutoka hapa hapa nchini Tanzania Zungu kuweza kuthibitisha kwamba eh, Haji Manara kwamba asa hivi eh, bana ameweza kukamatwa na kituo cha polisi pale Central, akiendelea kufanya mahojiano na jeshi la polisi na tuhuma mbalimbali za udhalilishaji kuhusiana na masuala mazima mitandaoni, zimeonekana zile post ambazo Haji Manara alikuwa akiendelea kumzungumzia eh, bana wale skalia na kuweza kuzipost kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kuzifuta zote, na wengi wakiwa wanaamini kwamba pengine labda, e bana, zile posta ambazo zilikuwa e, Haji Manara anamponda Wallace Karia e bana, ndo imekuwa ndo sababu ya yeye Haji Manara kuweza kuitwa kwenye kituo cha polisi kwa kesi ya udhalilishaji. Sasa nataka nikukumbushe tu kwamba bifu baina ya Haji Manara pamoja na Wallace Karia e bana, alishawahi kuepugi huko tangia huko before, ambapo Haji Manara aliweza kufungiwa miaka miwili na e bana, miaka miwili ambao sawa sawa na miezi 24 lakini pia faini ya Tanzania shillings milioni 20 na eh, takriban ambayo ni Kenyan shillings kule ni milioni moja. Sasa kwa upande wa Haji Manara aliweza kupata na hicho kifungo ambacho kilikuwa kimekuja eh, kwa sababu ya kutumia tu lugha ambazo sio nzuri eh, kipindi ambacho alikuwa akijibizana pamoja na rais wa TFF ambaye ni Wallace Karia. Sasa kwa upande wa yeye Haji Manara aliona, aliona kabisa kama swala la yeye kubaki kimya tena eh, bana imekuwa ni mwisho na sasa hivi tena ameonekana ku rise again na kuja na post ambazo post hizo zilikuwa zina maneno ambayo yalikuwa anamtaka ebana, akalia aweze kuondoka akitumia hashtag kwamba baadhi ya watu wengi sana hususan ni wadau wa soka wananchi, ebana, wananchi wote ambao ni e, mashabiki wa klabu ya soka ya hapa pa Tanzania, Young Africa basi waweze kuungana pamoja na ile hashtag ya kalia must go. Sasa kwa upande wa Haji Manara sasa hivi anaonekana yupo ebana kituo cha polisi kwa ajili ya kuendelea kufanya mauaji E bana na polisi wao wamemweka tayari e bana chini ya uangalizi, na yeye e bana atenda kutoa ufafanuzi kinagobaga ni mambo gani ambayo pengine labda e bana yaliweza kumsibu mpaka yeye kuweza kuitwa na jeshi la polisi. Lakini mpaka sasa hivi ninavyozungumza, e bana, kwa mujibu wa mwandishi wa habari kutoka hapa hapa nchini Tanzania, Zungu ameweza kufunguka kwamba e, Haji Manara yupo zake polisi kwa ajili ya kuweza kufanya mahojiano kwa kesi za udhalilishaji mitandaoni na vitu kadha Kadha. Sasa tupe mtazamo wako, kwa mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, e bana, uko na mtazamo gani? Make sure tu kwamba una drop comment yako, kunyonja comment hapo, usiache ku subscribe kwa taarifa kadha wa kadha. chao chao.